Kwa hakika vita ni zaidi ya milipuko na vikosi vya kijeshi tunavyoona kwenye habari. Kuna mambo mengi ya kutisha na magumu ambayo mara nyingi hayapewi uzito unaostahili. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii kwa maudhui mengi zaidi yanayovutia. Haya ni baadhi ya mambo usiyoyajua au ambayo hayasisikizwi sana kuhusu vita. Athari ya kisaikolojia, kiwewe, majeraha yasiyoonekana. Ingawa tunajadili vifo na majeraha ya kimwili, kiwewe cha baada ya msongo wa mawazo au PTSD na matatizo mengine ya akili kama sonona na wasiwasi, huathiri idadi kubwa ya askari na raia. Kiwewe hiki huweza kudumu maisha yote na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Kupoteza utambulisho. Askari wanaporejea nyumbani, wengi hukumbana na ugumu wa kuungana tena na maisha ya kiraia. Vita huwapora utambulisho wao wa kibinadamu na kuwafanya wahisi kutengwa katika jamii zao. Dunia na mazingira. Uharibifu wa kiikolojia. Vita huacha athari kubwa katika mazingira. Mabomu na risasi huacha kemikali zenye sumu katika udongo na maji. Matumizi ya mabomu ya napam au silaha nyingine huweza kuharibu misitu na viumbe hai. Madini na rasilimali Migogoro mingi inachochewa na vita vya kutaka kudhibiti rasilimali asili kama vile mafuta, almasi au madini ya dimu. Hivyo vita si tu kuhusu siasa, bali ni kuhusu uchumi wa giza na uporaji wa rasilimali. Raia wa kawaida ndio wahanga wakuu. Idadi ya vifo vya raia katika vita kuu ya kwanza ya dunia, wengi waliokufa walikuwa askari, lakini katika vita kuu ya pili ya dunia na migogoro mingi ya kisasa, idadi kubwa zaidi ya wahanga ni raia wa kawaida, Wanawake, watoto na wazee ambao hawakuwa wanapigana. Silaha za kingono. Ukatili wa kingono, mfano ubakaji, hutumiwa kama silaha ya kivita ya kimfumo ili kudhalilisha, kuharibu na kuogopesha jamii pinzani. Hii si tu athari ya vita, bali ni mkakati wa kivita. Teknolojia ya kisasa vitani. Drone au ndege zisizo na rubani. Vita vya kisasa vinategemea sana ndege zisizo na rubani au drones ambazo huruhusu mashambulizi ya mbali bila kuhatarisha maisha ya askari wa nchi inayoshambulia. Hii inaibua maswali ya kimaadili kuhusu nyenyekevu na uwajibikaji wa mashambulizi hayo. Vita vya mtandao au cyber warfare. Vita havipiganiwi tena tu kwenye uwanja wa mapambano, kudukua mifumo ya serikali, miundombinu muhimu kama vile vituo vya umeme au mitandao ya mawasiliano ndiyo njia mpya na hatari ya kupigana vita bila kumwaga damu. Kwa ufupi, vita ni janga la pande zote ambalo lina gharama ya muda mrefu zaidi ya gharama za kifedha na uharibifu wa majengo. Inaharibu roho ya mwanadamu na mfumo la kiikolojia.